Karibu kwa taarifa zetu. Mfasiri kwa lugha ya ishara ni Liz Otieno. Rais William Ruto amesifia wa ubabe wake na wa chama cha UDA kufuatia chaguzi ndogo zilizofanyika hapo jana, akisema ushindi huo unaashiria imani wa ya Wakenya kwake, kwani ana ajenda ya kuwafaidi. Rais aliongoza sherehe za ushindi akisema kwamba ushindi huo unaashiria kuwa atawabwaga wapinzani kwenye uchaguzi mkuu ujao wa mwaka wa 2027. Seth Olale ana taarifa kamili. It is. Akizindua rasmi barabara mpya ya kutoka Rironi, kaunti ya Kiambu kuelekea Mau Summit, bonde la Ufa, rais William Ruto alitumia nafasi hiyo kujigamba kuhusu ubabe wa serikali mahuluti kufuatia chaguzi ndogo. Muliona uchaguzi mdogo jana? Muliona vile tuliwaosha? Muliona vile tuliwaosha? Ni kweli ama si kweli? dalili ya mvua ni nini? Mheshimiwa Rais. Rais Ruto akitumia fursa hiyo kuwaponda wapinzani. Nani aliwaambia, wasipowacha hiyo siasa ya ukabila watachelewa? Wamechelewa hawajachelewa? Rais akisema matokeo ya uchaguzi ndogo yanaashiria mambo yatakavyokuwa kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba na kusisitiza kwamba atabwaga wapinzani wake. Nyinyi mnanielewa bwana sasa, nishawambia hawa jamaa wakiendelea na hii tutawazamisha asubuhi na mapema, au watu watatembea, wakitembea. Rais Rais Ruto akiwashukuru wapigaji kura waliompa ushindi. Wale wapigaji kura wa Banisa, wale wapigaji kura wa kule Malava, mimi nawaambia asante sana. Ameingia, ameingia. Sherehe za matokeo ya chaguzi ndogo ziliendelezwa katika kaunti ya Kakamega ambapo David Ndakwa aliibuka mshindi kwa kumpiku mpinzani wake wa karibu, Seth Panako wa chama cha DAPK kwenye kinang'aniro cha eneo bunge la Malava. Ni Mungu ndiye aliamua uchaguzi wako. Wewe ukawa number one, yule akawa number two. Usijali. Kuna msemo inasema asiyekubali kushindwa sio nini? Sio mshindani. Wakati huo huo, katibu mkuu wa chama hicho Hassan Omar ametangaza kwamba UDA itachukulia hatia waliosaliti mwelekezo wa chama hicho kwa kuunga mkono wapinzani wakati wa, wa kampeni wa chaguzi ndogo.